Bwana Yesu asifiwe! Haleluya, haleluya, haleluya! Jina la Bwana majeshi libarikiwe na liinuliwe na watu wote, na alisifu jina la Yesu. Tumshukuru Mungu kwa ajili ya somo hili fupi, lakini lenye maana kubwa na la kuifaa jamii katika jina la Yesu. Baba mbinguni, asante kwa siku na majira haya e, na wakati huo, asante kwa neema yako kuu sante kwa damu limwagika msalabani, sante mwana Mungu kwa kumwaga damu pale msalabani kwa ajili ya ukombozi na kwa ajili ya agano la milele katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amina. Naam, sasa tunajifunza kipengele kifupi kidogo, lakini kina maana kubwa. Unatakiwa ujue kwamba katika maisha ya mwanadamu wa imani kuna vita, maisha ni maisha ya vita. Saa hizi ni somo la vita, e, somo la vita somo la vita maombi ya vita. Lazima ujue maombi ya vita. Kuna maombi ya aina mbalimbali mbali, na kila aina maombi ya maombi yana taratibu zake au yana kanuni zake au yana mwongozo wake. Sasa ni vizuri ukafahamu kwamba kufuata mwongozo, namna ya kutumia maombi inasaidia sana kuleta ushindi, kwa damu ya Yesu. Na nataka tujue maombi ya vita. Kumbuka, mahali popote utakapokuwa, hilo ni eneo hilo ni eneo. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, tangulia kumshukuru Mungu. Eh, namshukuru Mungu kwa sababu ametupa jina la Yesu tulitumie, lakini pia kwa sababu hili ni agano jipya. Agano jipya ametupa damu yake Yesu, eh, damu ya mwana Mungu tuitumie, eh, ndio maana tunashukuru tunashukuru kwa uzima, tunashukuru kwa ulinzi, pia tunashukuru kwa ajili ya Roho Mtakatifu ambaye ndiye anatusaidia kuomba, maana sisi binadamu hatujui kuomba vile ambavyo Mungu amekusudia, lakini Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu, ndiye anayetusaidia sasa kuomba sisi, ndiye anayekuwa wakili wetu katika kesi ya maombi. Naam, libarikiwe jina la Yesu. Sasa nataka ufahamu kwamba, kwanza, namshukuru Mungu lakini pia unaomba toba kwa ajili ya maeneo matatu. Katika ile eneo panakuwa na anga, naomba toba kwa ajili ya anga eh, naomba toba na utakaso, au rehema na utakaso kwa damu Yesu kwa ajili ya anga lote la mahali hapo, naam, na kulikomboa anga kwa damu Yesu, limwagika upande wa kulia. Naam, naam, naam. Yesu mwenyewe alinifundisha bali ya kutumia damu Yesu upande wa kulia kukomboa anga, naam na pia unaomba toba kwa ajili ya ardhi na maji ehe, katika ile eneo Mungu aliumba mbingu nani na nchi. Kwa hiyo kuna nchi hiyo, na hiyo nchi ndani yake au chini kuna maji. Kwa hiyo tunaomba toba kwa ajili ya anga, e, ardhi na maji na utakaso kwa damu ya Yesu. Naomba toba au tunaomba rehema kwa ajili ya anga, ardhi, maji na utakaso kwa damu ya Yesu. Baada ya kuomba toba eh, na kukomboa ardhi, kukomboa na maji, kukomboa na anga kwa damu Yesu. Anga unatumia damu Yesu imwagika upande wa kulia eh, sasa. Baada ya hapo, unafanya kitu kimoja cha kipekee, maana hapo sasa ndio unaruhusu mamlaka ya Mungu ianze kufanya kazi sasa na Mungu atakavyo. Najua hapo maana yake pana kuwepo na nguvu za shetani au pana kuwepo na shetani. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa inabidi umfunge, maana shetani naye pia na nguvu, kwa hiyo inabidi umfunge. Uthibitisho huu unapatikana katika Mathayo sura ya 12, Mathayo sura ya 12, Mathayo mtakatifu sura ya 12 mstari wa 29. Nasoma Mathayo sura ya 12 mstari ule wa 29, ni agano jipya. Agano jipya, kitabu cha kwanza kabisa, mm, ni injili ni injili ya Mathayo Mtakatifu sura ya 12 mstari wa 29. Imeandikwa nitasoma mara tatu. Mara kwanza imeandikwa, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake? Asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake na nasoma kwa mara pili. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake? Asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Nasoma kwa mara tatu. Ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka nyumba yake. Kwa kifupi ni kwamba eh, mapepo majini, mizimu na roho zote, majeshi ya pepo wabaya, hao ni wafanyakazi, wanamtegemea shetani wanamtegemea shetani. Sasa unapomfunga shetani, unapomfunga, unapomfunga mkubwa wao, kumradhi, mkubwa wao anapofungwa, hawa wasaidizi wake wote niliowataja, yaani roho zingine zote zinakuwa hazina nguvu. Unakuwa unapata mamlaka ya kuzifanya utakavyo kuzipiga na kuzishambulia hiyo kwa damu ya Yesu. Eh, tutumia damu ya Yesu, unaweza ukatumia damu ya Yesu kama mishale ya moto, kama mikuki ya moto, kama upanga. Damu ya Yesu inaweza kaenda kama upanga pia. Damu ya Yesu inaweza kaenda kama mafuriko, na damu ya Yesu inaweza kaenda kama mafuriko ya moto, na damu ya Yesu inaweza kaenda pia kama gharika ya moto. Naam, unaweza ukatumia damu ya Yesu kaenda Oh, haribukazilisi sasa. Yesu alisema nami mdomo kwa mdomo, kanifundisha kwamba Joshua, ukitaka kumshinda shetani mahali kama unaomba, tumia damu yangu iliyomwagika kwenye nyayo za miguu yangu nilipotobolewa kwa misumari pale msalabani. Kwa hiyo tumia na we na kufundisha sasa, kama alivyonifundisha Yesu. Ile damu iliyotoka kwenye nyayo za Yesu alivyotobolewa na, mi, na misumari kwenye nyayo, ile damu iliyotoka kwenye nyayo ndiyo ambayo inatumika kumfunga Ibilisi, kumfunga shetani. Haleluya, haleluya, haleluya! Naam, naam, naam. Kwa hiyo mahali hapa hivi sasa ninafanya maombi haya na wewe ujifunze kwamba kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu kwa damu iliyomwagika msalabani. Ndio maana mara nyingi nikianza kuomba naanza kwa kushukuru damu. Damu ya Yesu ndiyo ambayo inatupa agano la milele. Damu ya Yesu ndiyo inafanya ukombozi. Damu ya Yesu inata, inatuosha, inatusafisha, inatutakasa, inatung'arisha. Damu ya Yesu inatupatanisha sisi na Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba Mungu asante kwa damu iliyomwagika msalabani kwenye nyayo za miguu ya Yesu. Yesu asante kwa damu yako limwagika kwenye nyayo pale ulipotobolewa na misumari msalabani, nami naita hiyo damu hivi sasa. Ninamfunga Ibilisi katika ile eneo, ninamfunga kwenye anga, mfunga kwenye ardhi, mfunga kwenye maji, mfunga kabisa nguvu zake zote, na mfunga mara kwanza, mara pili, mara tatu kwa damu ya Yesu iliyomwagika kwenye nyayo za miguu yake Yesu pale msalabani alivyotobolewa na misumari, ninaita hiyo damu, ninamshinda ibilisi, ninakushinda ibilisi kwa kukufunga. Ninakufunga ibilisi, huna nafasi tena kuanzia sasa. Ninapiga nguvu zako zote kwa damu Yesu alimwagika msalabani, napiga nguvu zote za ibilisi, napeleka kama moto ulao, napeleka kama moto ulao napeleka kama mafuriko pande zote, kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, juu na chini. Ninaachilia moto moto moto moto wa damu Yesu, moto wa damu Yesu, kuteketeza wasaidizi, kazi zote za ibilisi wasaidizi wa Ibilisi wote ni wateketeze kwa moto. Ninaangusha falme za kuzimu, ninaangusha mamlaka za kuzimu, majeshi ya pepo wabaya, ninayalipua kwa mabomu ya damu ya Yesu. Mabomu ya damu ya Yesu nalipua kwenye ardhi, kwenye maji, kwenye anga, nalipua pande zote: kaskazini, kusini, mashariki, magharibi chumba chochote ambacho wameingia mahali hapa kuweka kama sehemu ya ibada kama madhabahu, ninalipua kwa mabomu ya damu ya Yesu, ninalipua na kuteketeza kabisa. Nimepewa mamlaka ya kuangamiza, ninaangamiza kwa moto wa damu Yesu, yakalipue kabisa na kuangamiza kabisa. Ninakomesha kabisa kwa nguvu ya damu Yesu, kwa nguvu ya damu Yesu kwa moto wa nguvu ya damu Yesu ninakomesha kabisa kazi za ibilisi zote. Ninakushukuru Mungu kwa neema iliyokuu katika jina la Yesu Kristo. Majira haya nikiwa nimevaa silaha zote za vita katika Mungu, kwa nguvu ya damu Yesu ninazidi kupeleka mashambulizi ya kila namna, mashambulizi ya moto wa damu Yesu. Moto uende kama gharika, ukagharikishe kazi za kuzimu zote kwenye anga kwenye ardhi kwenye maji, ukapiga majeshi ya pepo wabaya pande zote: kaskazini, kusini, mashariki, magharibi. Ninaamuru kazi za Ibilisi zote kusambaratika. Ninaangamiza mitambo ya kuzimu, ninaharibu vitendea kazi vyote vya kuzimu kwa nguvu ya damu Yesu. Kwa nguvu ya damu Yesu majira haya, wakati huu, wakati nimevaa silaha zote za vita katika Mungu kwa nguvu ya damu Yesu Natangaza ushindi kama ilivyoandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda. ni kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa damu Yesu, mimi nimetangaza ushindi. Baba mbinguni, asante kwa kunishindia hivi vita. Roho Mtakatifu, asante kwa kunisaidia. Ninaamini Bwana, imekuwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti na sasa ninajivua kila aina ya mashambulizi niliyorushiwa na watesi na maadui katika vita hii, nina najivua yote, ninayarudisha likotoka kwa nguvu kubwa ya damu ya Yesu Kisanzeti, na safari yangu ya maisha inaendelea. Chochote kilichosimama mbele yangu kama Goliati, ninakiangusha kwa upanga wa damu Yesu ninatenganisha kichwa na kiwiliwili, ninaangamiza kabisa, kama vile Daudi alivyomwangusha Goliati na kumtenganisha kichwa na kiwiliwili. Nami na kwa upanga wa moto wa damu ya Yesu natenganisha chochote ambacho kimesimama mbele yangu kama Goliati. Ninatangaza ushindi kwa damu ya Yesu na roho zozote ambazo zinanifuatia kama Farao na jeshi lake, wakati ninasonga mbele, ninatumia karika damu Yesu, ninagharikisha, ninatumia bahari ya Shamu kuyafunika yote, kuyafunika hayo majeshi ya pepo wabaya, chochote, roho zote ambazo zinafanana zinafanana na, na Farao na jeshi lake, zinazonijilia zinazonifuatia, baada ya vita hii, wakati nasonga mbele, ninatumia bahari ya Shamu kuzifunika hizo roho na kuziangamiza ninaigeuza hiyo bahari ya shamo kwa moto wa damu yesu ninaziteketeza kabisa ninatangaza ushindi kwa damu yesu asante mungu kwa kunishindia hii vita katika jina na yesu kiconzete nazidi kuweka ulinzi kwa kujifunika kwa damu yesu kila kitu changu familia yangu uzao wangu ninafunika kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa damu Yesu kwa ajili ya ulinzi. Nami natangaza ushindi kuanzia sasa katika maombi haya ya vita, nimeshinda kwa nguvu ya damu Yesu. Baba mbinguni, asante kwa damu Yesu ilimwagika msalabani. Asante Yesu Kristo mwana wa Mungu kwa damu limwaga msalabani. Asante Roho Mtakatifu, ninakushukuru kwa neema yako iliyokuu, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninatangaza ufalme wa Mungu umesimama ndani yangu nami nasonga mbele. Ninatangaza kubarikiwa katika kila eneo, kwenye familia, kwenye uzao, kwenye uchumi, kila eneo. Natangaza kufanikiwa na kuwa na afya njema katika jina la Yesu Kristo nazeti nji yangu, natangaza kwamba njia yangu sasa, milango imefunguliwa katika kila eneo la kwenda na pale. Natangaza kibali ni kwa jina la Yesu na kwa nguvu ya damu ya Yesu tucanzeti amina. Asante Baba mbinguni. Ndugu yangu ambaye umeshirikiana na mimi kusikiliza na kuelewa fundisho hili la namna kupigana vita na kushinda kwa nguvu ya damu ya Yesu na kutumia damu ya Yesu kumshinda Ibilisi, kama unapenda tuendelee na kuitangaza habari njema ya Yesu Kristo kuhusu ufalme wa Mungu aliye hai katika jina la Yesu. Basi shirikiana nami kuchangia chochote ambacho Mungu atakuwezesha kama sadaka kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tumie namba 0784 ni Airtel 0784 477277. Tumia namba ya Airtel ili kushirikiana nami kuipeleka Injili kwa ajili ya watu wote duniani, eh, kwa kila kiumbe namba ya Airtel changia, ni sadaka kwa ajili ya kazi ya Bwana. 0784 477 277, 0784 477 277. Pia naruhusu maombi, tumia namba hiyo. Kama unaumwa hujiwezi, na una hata vocha, unaweza ukavipu mara tatu siku ya Jumamosi na Jumapili, kuanzia saa saba au saa 12 jioni, ili upate huduma ya maombezi. Yesu hajawahi kushindwa amenifundisha maombi ya vita, amenifundisha namna ya kutumia damu yake. Siku moja nilimuuliza Bwana Yesu, naomba uendelee kunifundisha zaidi, maana amenifundisha sana kuhusu damu ya Yesu. Akaniambia hata ningeli kufundisha mwaka mzima bado sitaweza kumaliza. Sasa ujue kwamba kuna neema katika damu Yesu na amenifundisha mambo mengi sana kuhusu damu ya Yesu. Amenifundisha kama mtumishi wake kama vile katika kipindi kile e, Agano la Kale aliongea na Musa, na alivyoondoka Musa, sasa akaja nani? E, baada ya kufa Musa, ndio Yoshua anawapeleka watu katika nchi ya ahadi, anawavusha. Bwana Yesu Kristo anazeti ameniita kwa jina Yoshua, yeye ndiye ananifanya mimi niwasaidie watu kuwavusha kutoka hatua moja kwenda hatua jingine, kwa jina la Yesu, kwa mafundisho kwa mahubiri na kwa maombezi na kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu kadri atakavyoniongoza yeye, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ubarikiwe sana ndugu, ujumbe huu sambaza kwa watu wengine wapate kubarikiwa wapate kuombewa wapate kujiunga eh, kujiunga maanisha nami katika kazi ya Mungu bila kujali yuko dini gani, dhehebu gani, kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nimalizie kwa kusema, yawezekana umesikiliza hizi habari lakini hujaokoka. Kokoka ni mpango wa Mungu wa kumfanya mwanadamu apokee kipawa cha uzima wa milele, apokee neema ya uzima wa milele. Ndiyo muujiza pekee ulio bora kuliko hata watu elfu nane kufufuka. Ehe, uzima wa milele sasa nikuongoze sala toba. Ndugu, kama hujaokoka, sema Baba mbinguni naomba unisamehe dhambi zangu, no, nina nina nina na ninatubu. Ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Mungu, unisaidie. Naamini kwamba Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zangu, aliteseka kwanza kabla ya kufa kwa sababu ya dhambi zangu, kisha akafa kwa sababu ya dhambi zangu, na akafufuka ili kuishinda dhambi. Na huyu Yesu yuko hai, nami nakutamka Yesu, kuanzia leo wewe ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. Mungu naomba ufanye ondoleo la dhambi ndani ya moyo wangu. Ndani ya moyo wangu kuwe na ondoleo la dhambi. Nami nakutamka Yesu tangu sasa. Hata milele ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Roho Mtakatifu, naomba unisaidie ili nidumu ndani ya Yesu milele. Baba mbinguni, asante kwa wokovu huu. Je, kuna mambo mengine ungependa tuombeza? Tumia namba hiyo niliyokutajia, namba ya Airtel 0784. 2 pia uweza kuchangia na kutana jina limeandikwa Askofu Mwampeta. Ee, Airtel 0784 Airtel 477277 unachangia 47, 47, 47. 47, 47, 47. Unachangia huduma unachangia Injili, unatoa sadaka ili kazi nayoifanya iwafikie wengi zaidi, kila kiumbe kipate habari njema ya Yesu, ili watu wote wasikiwe wafikiwe kumradhi, wafikiwe na habari njema za jina lipitalo majina yote, jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ubarikiwe sana, naam.